Hayo yamesemwa mjini Kibaha alipofanya ziara yake ghafla katika kiwanda kinachotengeneza mabati ya King Lion. Tanzania imejiunga kwenye soko kubwa la kiuchumi shindanishi. Wawekezaji wanasaidia sana katika soko hilo, katika kuingiza mapato nchini. Kwa hivyo nichukue nafasi hii kuwapongeza sana wawekezaji hawa kwa kuitikia wito wa Mheshimiwa Dkt Samia Suluhu Hassan kuja kuwekeza hapa. Hiki ni moja viwanda ambavyo vimepatikana katika miaka hii minne ya utawala wa Dr. Samia Suluhu Hassan wamenua kiwanja wa mara ya kwanza mwaka 2021. Kwao ni kazi kubwa inafanyika. Nimepokea pia e, changamoto zao ikiwemo swala la barabara na sisi tumesha, kuanzia mwaka wa fedha ujao 2025, serikali e, inaelekeza nguvu kujenga barabara kwenye maeneo yanayoelekea moja, kwenye maeneo ya uzalishaji ili kuchochea barabara ziende kwenye maeneo ya kiuchumi, lakini pili kwenye huduma za wananchi. Arnold Limo ni meneja King Lion na Hezre Mirengi ni meneja katika kiwanda cha GFA Asembo. Wote wameshukuru serikali ya awamu ya sita. Yote tunashukuru kwa sababu ni, ni juhudi za serikali yetu katika kusapoti viwanda na uh, tumetembea tumeona uzalishaji wetu, ambapo kwa, kwa, kwa swala la ajira tuna, tunaenda, ni, ni kama tulivyosema kwamba ajira zinazozalishwa ni ajira elfu mbili ambapo 1800 ambapo 800 ni ajira za moja kwa moja na 1200 ni ajira ambazo sio za moja kwa moja. Na tumeweza kuongea kuhusiana pia na changamoto ambazo tunazipata ikiwemo swala la barabara ambapo tumesha liongea na amesema kwamba ni swala ambalo linaenda kufanywa kazi. Changamoto ya umeme, ambapo umeme kupanda na kushuka pamoja na kukatika kwa umeme, pia ni swala ambalo TANESCO wameweza kuli, kulipokea pia kama GF Vehicle Assemblers. Tunashukuru sana kwa ugeni wenyu. Sisi kama vile ulivyosema na vile umeshuhudia mle ndani, vijana wa Kitanzania Tanzania wanaweza kuunganisha magari aina tofauti kwa viwango vya kimataifa, na tunashukuru sana kwa hatua ambayo mmepiga ili tuweze tukafika hapa. Maria Msongoro, Azam News, Kibaha, Pwani.